Wapenza tazamaji wa na wasikilizaji, tupo katika maendelezo ya mada zetu ambayo tupo mada ya pili, nasema ndoa na uchumba. Ndoa ni mahusiano ya awali kati ya mwanamume na mwanamke ambayo kabla hawajaingia katika ndoa. Katika uchumba huu kuna mambo ya kuzingatia kabla ya kutafuta mchumba mambo yako mengi ambayo unatakiwa uzingatie kabla utakatafuta mchumba kaka Adamu, hebu tueleze mambo kuzingatia ambayo unatakiwa ufanye kabla utakatafuta mchumba. Asante. Tambue kwamba uchumba unapelekea kwenye jambo kubwa ambalo ni ndoa. Mwasisi wa kwanza wa ndoa ni Mungu mwenyewe, katika ndoa ya kwanza pale Edeni, akimuunganisha Adamu na Hawa mme mmoja na mke mmoja, kwa hiyo ni jambo takatifu. Kwa kwa maana hiyo kabla ya kuingia au unapoanza kutafuta mchumba, jambo la kwanza na la msingi sana ni kumshirikisha Mungu mwenyewe, ambaye Mungu ndiye ana uwezo wa kupatia uh, mchumba mwema. Lakini jambo la pili la kuzingatia pia ni nia ama azma ya kuingia ndani ya ndoa, ama unaingia kwenye ndoa kwa ajili ya nini? Hapo pana umuhimu mkubwa sana kwa sababu a uh, tambua huyu kwenda uh, kwanza nayo mahusiano yake kwenye uchumba hadi kuingia kwenye ndoa, ni mtu ambaye ana kwenda kuishi katika maisha ya kipindi chote kinachofuata baada ya hapo. Sasa kuna mwingine anakurupuka pia nayo, kwa sababu labda mwingine anaoa am, hapana azma saikolojia, umejiandaa kuingia katika ndoa. Lakini jambo lingine pia ni kumwangalia mtu mwenye bidii ya kazi, na hata naomba niuseme kwa upana zaidi, tunaposema bidii ya kazi, si kwamba kutafuta mtu mwenye kazi au mwenye nacho a tafuta mtu ambaye ana bidii ya kazi maana, okay, ukiangalia katika mfumo wetu wa elimu Tanzania mtu mpaka miaka ishirini na tano anakuwa labda ndio anamaliza chuo kwa kama anamaliza chuo na mdo mli sasa hivi wa kuingia kwenye ndoa, lakini sasa hana kipato, hana kazi. Ila sasa angalia mtu yule ambaye ana mwelekeo kwamba ukiangalia ana bidii ya kutafuta kazi ambayo baadaye anaweza kuingia kwenye nini, kwenye, kwenye, kwenye fanikio hmm. Maana ukisema tumeangalie mtu ambaye tayari an, an, an, an, an, ana mali zake basi tutakuja kuelewa na mtu ambaye ni mzee ambaye tayari alisha taliki. Ila chunguza mtu ambaye ana mwelekeo kwamba huyu ana bidii ya kazi. Jambo lingine muhimu sana kutambua tabia ya mwenzi ambayo unataka kuanza naye uchumba. Na katika hili e, inashauriwa kuwa basi u mtu uwe unamfahamu kwa karibu, yaani kwa maana kwamba ni mtu ambaye ni rafiki yake, ambaye unaweza ukazijua tabia zake kwa upana zaidi. Lakini jambo lingine pia ambalo ni jambo njema e, ni, ni, ni, ni habari ya dini ama dhehebu. Inashauriwa umependekezwa zaidi kwamba, tafuta mchumba ambaye mna imani moja, kama ni katika dini ama katika dhehebu. Maki mambo yao mbele ya safari yanakuja kuleta nini? Kuleta migogoro mikubwa sana. Kwa hiyo na sisi katika hiyo hebu tuangalie pia zile tabia ambazo zinafanana sana katika mambo mengi at least, hawezi kuwa sawa kabisa, lakini kuwepo na mfanano. Habari ya elimu pia inashauriwa kwamba msitofautieni sana katika habari ya elimu, basi angalau kuwepo na kufanana kufa, kufana, sana kidogo. Usitofauti sana mmoja na PhD kule mmoja ya mwisho ya darasa la saba. Kidogo nayo inaleta changamoto katika ndoa. Ni historia yake ya nyuma, eh, hapo unaweza ukaangalia jinsi ambavyo malezi katika familia yao yakoje. Unaweza ukaingia kwenye familia ambayo familia hiyo ndani yake ni magonjwa kila siku, walevi, ni ya vivu historia, eh, kwa unaweza ukaangalia ni familia gani ambayo unaweza kuingia ndani yake. Ukiangalia pia kuna masuala ya ya kulifi, kwa utakapojua historia yake ya nyuma ama familia yake, unaweza kupata mwelekeo kwamba huyu mtu anafaa namna gani na pia usitafutiwe mchumba na mtu yeyote. Wewe mwenyewe takiwa utafute mchumba, jiwekee ni sifa zipi, lakini sifa hizo zisipingane na Biblia. Na pia uchumba wako sio asili chumba wako wazazi ya, wa pande zote mbili waweze kujua, na pia viongozi wa kanisa pia waweze kujua. Utakuta mchumba na, na Biblia uzingatia mambo mengi sana, ili uweze kuwa kwenye ndoa, ili ndoa yako iweze kuwa na amani. Kaka Sidela, tueleze kuhusu ndoa. Ndoa ni taasisi kubwa sana na andoa, andeo, ndo Bamba, ndoa ndio mbingi ndogo hapa duniani. Hebu tueleze kwamba watu kwenye ndoa waishi. kwa kweli ndoa ni jambo la msingi sana na ni kitu kikubwa sana. Tunapozungumza mambo matakatifu ambayo aliyaasisi Mungu mwenyewe, mojawapo ni ndoa, na Mungu mwenyewe ndiye aliyeiasisi. Ni taasisi ya kwanza kabisa ambayo aliasisi kwa kuunganisha Adamu na Hawa. Kwa hiyo ndoa ya kwanza katika Biblia tunasema ni ndoa kati ya Adamu na Hawa, ambayo katika ile sherehe kubwa Mungu mwenyewe ndiye aliyefungisha ile ndoa. Alikusudia Hawa waishi pamoja kwa kusaidiana, kwa kuwa pamoja na kuwa taasisi ambayo ingekuwa ndio mwanzo wa familia zetu. Kwa hiyo tunapozungumza ndoa, matokeo ya ndoa tarajia kuunda familia i ambayo hiyo kitovu ki, ki, cha malezi ya awali kabisa ya binadamu, na kama tungeishi kwa kufuata hizi taratibu Mungu alizotuwekea, kwamba tunakuwa na ndoa ambayo imepata misingi yote ambayo imeelezwa hapo nyuma, na tukapata familia hii ambayo kitovu ki, cha kulea watoto wanaopatikana baada ya ndoa wakalelewa vizuri. Leo tunasema tumekuwa kuna jamii ambayo ni bora zaidi yenye maadili. Wakati mbaya sana tumeshuhudia eh, mm, changamoto nyingi katika jamii zetu za leo. Tuna watoto ambao ni, tunasema ni watoto wasio na wazazi eh. Watoto wa barabarani, wa mitaani, ambao hawalelei katika hizi ndoa, na madhara yake ni makubwa tunayaona. Mungu alikusudia iwe ni kituo cha malezi bora, iwe ni kituo cha kuishi kwa furaha na sehemu sahihi ya kumtukuza Mungu. Asante kaka yenu. Hebu tueleze migogoro katika ndoa ni ipi? chanzo cha migogoro katika ndoa? Kuna vyanzo vingi ambavyo vimeleta migogoro mingi kwenye ndoa na hivyo kupelekea ndoa kuharibika na naangalia madhara ambayo yanasababishwa na ndoa kuharibika, anaweza ukakuta wanaingia mpaka kwenye jamii ya kabisa jamii nyingi katika maisha aa, mojawapo ni ile hali ya kuto kumshirikisha Mungu kwa wana ndoa wenyewe, watu wawili katika mipango yao, jinsi ambavyo wanahitaji kuishi. Lakini pia chanzo kingine cha migogoro inategemea na jinsi ambavyo wamepanga wao maisha na namna gani wanavyotakia kuishi Aidha, kuna mwingine ambaye anahitaji kujenga au kuna mwingine anaona jambo fulani haliko sawa, na wakati mwingine pia kwenye ndoa unakuta kuna ile hali ya ya kutothamini kitu cha mtu mwingine, labda mwingine ana upande mmoja ambaye anaegemea kwa maana ya kuona kwamba yeye ni bora zaidi kuliko mwingine, na hivyo kuona mwenzake kana kwamba ana makosa zaidi kuliko yeye. Kwa yu hiyo hiyo, pia inatengeneza hali ya migogoro kwenye ndoa, lakini pia kuna jambo ingine inategemea na jamii aina ya jami ya marafiki anayoshirikiana nao katika habari ya mazungumzo yake, kwa maana ya siri za ndoa kuzipeleka nje, na hivyo ushauri ule ambao wanaopata kutoka sehemu upande mwingine upande wa pili, ambapo ilikuwa sio sehemu sahihi sana ya kupeleka ile hoja zake au ushauri wake kwa ajili yakuchelea kwenye ndoa, na hivyo inapelekea habari nyingine ya kuibua tena migogoro na hivyo migogoro inavyoivuka kwenye ndoa nakuuta kwamba jamii inakuwa inafarakana, na tunaangalia hata kanisa, tumesema kama kaka Sibora alivyozungumza kwamba ndoa, ndio tunaona kwamba ni ndimu ndogo. Hata duniani inapokuwa inaleta migogoro kama hiyo, hata kanisa haiwezi kuwa salama na haiwezi kuendelea katika kimaendeleo kwa sababu tu ya ndoa, jinsi ambavyo imekuwa na migogoro mingi kwa ndoa. Inapokuwa na migogoro inaleta madhara makubwa kwenye jamii. Kwa hiyo wanandoa wote wapendane katika ndoa, Manake upendo kutaa katika ndoa, migogoro haitakuwepo katika familia. Na pia upendo ukiendelea kutawala, hata kuko pia wataweza ku, kuiga ile upendo wa baba na mama. Kwa hiyo nawasihi sana wana ndoa muweze kupendana na muweze kudumu katika ndoa zenu, na wale vijana ambao bado hawajapata wachumba waweze kupata wachumba, ili wasiendelee kukaa sana bila kupata wachumba, ili waweze kuwa katika ndoa, na Bwana awabariki.